Sikilize kwa makini. Wewe takionize wewe, tetesi wewe, sisi tunataka wachana ushenzi wote Ufate amri zetu sisi hapo, umenisikia wewe? Basi tulia tukuonyeshe sasa, tulia tukuonyeshe amri zetu. Kuanzia leo, hutotakiwa kuwa na mpenzi wewe, unatakiwa uwe na mke wewe. Kwa sasa huwezi kuwa na hayo mavazi tena na mavazi ambayo utakuwa ndio nayo shika, mavazi yayapo ndio mavazi yako kwanzia le jeans, hayo ndio mavazi yako rasmi ya kushinda nayo ndani ya siku kumi na mbili. Unanisikia? Chukua, hayo ndiyo mavazi yako kwa sasa, na wewe ni mganga wa kweli, usiwe na shaka kwa hilo. Wewe, wewe ni mganga wa kuaminika, na tutakusimamia kwa kila kitu. Umesikia? Usijaribu kudharau amri zetu kwa heli Ovi kayamba lero kayamba lero kayamba Ovi lori yamba Ovi kayamba lero Eh! We tetesi! Wewe ulikuwa uko jela we! Umetoka tokaje? <coughs> Afu unakuja mtaani we unajifanya eti we mganga. Unauganga gani we? Eh? Unakuja kuaibia watu mtaani. Mganga mganga unaoganga gani? Sikiliza. Hele zinatafuta kwa shida. Zinatafuta kwa shida. Hata kutapeli watu. Muone kwanza macho yake yale. Nash, kuachia mbali mekuwa mganga tapeli sawa, lakini hata wewe mwenyewe sikuhitaji, sihitaji kuwa na mpenzi, nahitaji kuwa na mke kwa sasa. Oh, hata mimi pia sikuhitaji, sikuhitaji mganga tapeli kama wewe, mganga feki, ili baadaye ukiuja kupigwa upigo peke yako usiwe na mimi. Muone kwanza Ha. Nash, mama yako ni mgonjwa, anasumbuliwa na mguu, ana mwezi wa tatu sasa hivi, na kichwa huwa kinamuuma mara kwa mara. <tos> <tos> Oli leli amba wawi, ah, ngoja nikachimbe dawa <coughs> <coughs> huh? Oli leli amba wawi, kayamba, lelo, kayamba, lelo, kayamba. Oli leli amba wawi, kayamba, lelo kayamba, lelo kayamba.

Tetesi, hizo dawa haziruhusu uchimba ukiwa una nguo, inataka uchimbe ukiwa uko uchi. Sawa, tunaomba uvue hizo nguo, uchimbe dawa. Itikie kwa sauti. Sawa mkuu, nimekuelewa sawa Sasa izidaa nyingine nimeambiwa nchimbe uchi kweli jamani, wazimu nantende haki kweli jamani, uchi na poli hili watu wakiniona. Tumesha kuambia sisi, tupo nyuma yako, unachokifanya sisi tiyari tumesha kihakiki. Fanya haraka sawa sawa. Anafanya hivyo haraka sana <tune> shakupa amri. Unachoifikirani kitu gani tatizo? Fanya kinachokuambia sisi. Ona hizo dawa Tetesi, hizo dawa umetakiwa uende ukamtibie mkwe wa mpenzi wako, maana kakuletea dharau sana yule binti, ila kujua kama wewe una watu nyuma yako na kuongoza. Nende kafanya hivyo. sawa mkubwa, nimekuelewa. Sasa lakini mbona misivafahamu nyumbani kwa ule binti? <laughs> sawa sawa, wewe tutakuongoza kama tulivyokuongoza, tuta tulivyokutosha kule jela sawa. Matiba yetu sisi hatuhitaji pesa, tunachohitaji ni shilingi mia tano tu. Sasa vipi kuhusu maisha yangu mimi, na kodi za nyumba za watu? <laughs> Wewe, sisi tutakuletea dhahabu na utauza, utamjua nyumba yako rasmi, na ndio maana tunataka tiba yetu iwe shilingi mia tano tu. Kuhusu wewe usiwe na shaka. <coughs> Sela zangu mulimbula mwika yawo katumbi na wana wajumwikele kitanda icho kitanda ziela sila zangu mulimbula mwika yawo katumbi na wana wajumwikele. Okay. Karibu, karibu. Ah, asante sana. Karibu dadangu, asante, zatoka siku ile. Ah, nashukuru Mungu, nzuri, yani vizuri sana, Mungu anaendelea vizuri tena Nimepata kazi kwenye ile kampuni safi sana. Nimepata kazi kwenye kampuni na pia nimepandishwa cheo. Ile dada ambaye alikuwa ananisumbua sumbua ameachishwa kazi kabisa. <laughs> sisi tupo kwa tupo kwa ajili ya kuwasaidia watu kama nyinyi walimu, anasema tuwasaidie watu kama nyinyi. Ndio safi sana sana, niambie asee. <laughs> mimi nimekuja, <laughs> <laughs> yaani mganga sijui, <laughs> <laughs> hata nikupe nini ila ngoja kuna baadhi ya pesa nimekuja nazo niweze sawa kupatia sawa shika hii kwa sababu umenifanyia kazi nzuri basi nakushukuru naomba upokee shika hii hapa <laughs> kwa nini sisi hatuhitaji hela kama wewe unataka kutupa sisi hapa sadaka hatuhitaji hiyo pesa yako Ah, yeah, yeah, no. Tuweke humu shilingi mia tano tu, mia tano mia tano au laki tano? Sijasikia yes, vizuri. unahitaji si shilingi mia tano tu? Mi siko tayari kukupa mia tano. Basi naomba nifunulie hata nyumba <laughs> shilingi mia tano ya Kitanzania, weka humu bwana. Hapana mgenga, mimi nimeenda sehemu nyingi, nimetakiwa hata milioni tano. Leo, nasema nikuwekee mia tano. Hapana, weka mia tano, ndio sadaka yetu sisi. Tunahitaji mia tano tu, hatuhitaji hela zangu. Basi kama utaki hizi hela zangu, sawa, ila basi naomba nikujengee hata nyumba, kwa sababu umeniokoa sana. Hapana. <tune> <tune> Nyumba hatuhitaji sisi, tunahitaji mia tano tu. Basi nitakuja kuchukua ili nikununulie gari. Je, unasemaje? <tune> Tunashukuru sana saa huh, lakini hapana, gari hatuhitaji. Sisi tunahitaji mia tano tu ndo sadaka yetu. Mia tano tupo kwa ajili eh, ya kusaidia watu na sadaka yetu shilingi mia tano. Tunaomba mia tano tu. Eh, haya sawa. kwa nini kupe kiasi cha pesa? Hapana, mia tano tu weka huko. Haya sawa, mganga, tunashukuru sana, na hii ndo sadaka yetu na hii ndio tunashukuru sana kwa hii mia tano, kuliko hiyo hela yako yenyewe yote utakutupa. Sisi hapana, hiyo katengeneze mahitaji yako wewe mwingine. Sisi hapa tupo kwa ajili ya kusaidia watu. Haya, sawa, mimi naenda. Karibu sana haya, sawa, tatizo lote siku nyingine. Yes, haya, tunashukuru sana yeah, yeah.